Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Ni kwamba Mr Pimbi ameweza kuisifia ngoma mpya ya Harmonize. Na tunajua kabisa kwamba ni ngoma ambayo imetoka sasa hivi na Harmonize amefanya kitu kikubwa sana kwanza kabisa ametoa chupa uh, la nyimbo ya kidedea na kupitia uh, akaunti ya Instagram, Mr Pimbi ameweza kuisifia ngoma hiyo, na hii yote ni furaha lakini pia ni love uh, kwa Harmonize kwa sababu uh, Mr Pimbi ameonekana kuikubali ngoma mpya ya Harmonize kwa sababu ni ngoma ambayo imeonekana kumkosha since day one uh, tangu itoke audio mpaka sasa hivi video uh, tunaona ngoma hii imezidi uh, kumpa E, auso bana ameonekana kumpa e, furaha sana e, Mr e, Pimbi. Sasa, Mr Pimbi kupitia ukurasa wake wa Instagram alishusha sifa zake kede kede e, kutoka kwa e, kutoka kwenye akaunti yake kwenda kwa Harmonize na kwa namna moja ama nyingine ametoa e, e, maoni yake, lakini pia e, pongezi kwa Harmonize. Akaandika hivi e, kwamba hii video ya kidedea auso bana hii video ya kidedea auso bana eh, kwa namna moja ama nyingine eh, auso bana ni nyimbo ambayo ni kali. Akaandika ni kufuru video bora elfu mbili na ishirini na tano eh, na ni ngoma ambayo ni kali mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano yani, na ukiweka ngoma zote zilizowahi kutoka tangu, tangu Januari mpaka sasa hivi, sa ngoma kwa upande wa Mr. Pimbi anasema kwamba ni video bora. Video bora ina inapimwa na vigezo gani? Cha kwanza ni ngoma kali. Ngoma inabidi kwanza iwe kali. Alafu cha pili, ngoma inatakiwa iendani na matukio yanayotokana na video husika. Kwanza ukiangalia seti walivyoitengeneza e, pale tunaona kuna director Kenny. Director Kenny amehakikisha kabisa kwamba kila kitu kinaenda poa kabisa. Na ukizingatia hilo uh, katika mavazi wameendana na rangi ambazo zilitakiwa ziwemo mwili ndani, rangi nyekundu inaonekana e, kutamba kwenye hiyo video, au sio bana? Lakini pia tunaona dancers wamefanya kazi nzuri sana, wakisimamia na Chino Chino Kid bana, e, ameonekana katika hiyo video uh, ukizingatia pia ubora na quality kamera e, imeonekana kutumika, kamera ni za kisasa kabisa, na inaonekana e, mwonekano wa video imeonekana ni muonekano ambao kiukweli ni wa hali ya juu. Lakini pia ukija katika arrangement, e, wale walio walioandaliwa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kabisa video inaenda vizuri. Kwanza kingine kwa wahusika characters katika ile video kwa kweli ni, ni, ni kila kitu kimeenda poa kabisa, yani matukio yameenda vile ilivyokuwa inatakiwa Auso bana, na ndio maana Mr Pimbi anasema ni video bora, kwa sababu kwanza ni ngoma ya kuchezeka, na nikukumbushe tu, sio mara ya kwanza Harmonize kufanya kazi nzuri kama hii mm. alishafanya kazi kitambo, auso bana, ngoma zikafanya vizuri sana. Kwa hiyo sasa hivi kuhusiana na ngoma ya kidedea, ni ngoma ambayo kiukweli Mr. Pimbi ameendana ame ameelezea ukweli kabisa kuhusiana na e, ubora na quality ya Harmonize. Hakuna asiyefahamu ubora na quality ya Harmonize. Au so bana. Na hakuna asiyefahamu uwezo wa Harmonize katika kutoa hit song. Sasa katika wasanii bongo wanaotazamwa kabisa katika kutengeneza video kali, eh, Harmonize uh, naweza kusema kwamba sio miongoni mwao kiukweli kwa sababu ukizingatia Diamond E, na wasini wengine mfano kama Rayvan wamekuwa wakifanya vizuri sana katika mambo ya video video, kweli production, wamekuwa wakiwekeza sana huko, lakini sasa hivi ni wakati wa Harmonize kuonyesha makucha yake. Sasa tusiongee sana huko, tutaendelea baadaye katika maoni ya mashabiki baada ya kauli ya, ya Mr Pimbi e, kumsifia Harmonize moja. Um, asema mzee Pimbi hizo hela tugawane bana Eh, kuna pesa alipewa na Harmonize nitakuwa katika habari nyingine eh, dola zinafanya kazi sasa, ulishakula cha watu lazima kitumike eh, kumbuka alipewa dola elfu moja mia mbili na alipewa kama zawadi. Sasa kupewa kama zawadi sio kama alihongwa eh, au labda alipewa rushwa. Hapana, alipewa hela eh, ile kama mshikaji tu aa, mwanangu shika hii hela au a mambo mengine kama kama kao? Kama kao, sababu kwa sababu Harmonize sio mchoyo, na wanaomfahamu Harmonize, ukiwa karibu na Harmonize lazima uli vizuri. Mwingine akaandika Konde Boy mmoja anasumbua timu nzima ya Wasafi. Hapa anazungumzia Zuchu leo uka, unakawaje? unamsifia Konde Eh, mmoja anasema anko Pimbi mtu wetu huyu. Mmoja anasema e, ha mzee wa maokoto jeshi ni namba moja e, TZ, huyu ni fan kutokea pale Kenya e. Mwingine akaja sema kwamba hizo e, <laughs> una, unaolewa da utamsifu mpaka lini? Mmoja e, asema likuana mponda eti Eh, mlatumbako au sio bana? Haya, mwezema pesa bana, kumbe ulikuwa unampona kwa sababu hajakupa pesa. Ndio nimekuelewa yes. Kwa sababu tunakuja hizi, haya maoni ya Mr. Pimbi e, kuhusiana na kumsifia Harmonize, I'm imekuja e, pale alipopewa dola 1200 kwa hiyo, of course hata kama asingepewa dola 1200 hata kama vipi Tch, lakini ni bonge moja la ngoma eh, bonge moja la ngoma, na hata kizingatia imefanya e, makubwa audio inashika na mambiro on trending YouTube audio ya kidedea, au sobana, na kuna mamoja ma nyingine atampiga chindi Zuchu sasa hivi. Kwa hiyo ndo kitu kama hicho, mmoja anasema kwamba da Mr Pimbi, we ni kinyonga sana. Of course mjini o pesa eh, Mr Pimbi ana, anafanyia ana, ana, ana kazi maokoto waliopewa na Harmonize au sobana, na kuna mamoja ma nyingine ndicho kinachotakiwa kufanyika mtu anapokusupport na pia umsupport. Kwa hiyo alisupportiwa na harmonizer alipata elfu moja mia mbili eh, ambazo kwa moja ama nyingine azifanye kazi. Umesema mbona akakopi kwenye bandana ya Fireboy na Asake, respect kwa TG Omori hasa bana eh, kama aliweza kukopi eh, bora tugawie hela ili tusaidie majukumu. Lazima ifike siku ulio viboko na e, nasi nani anafundisha kufanya promotion e, uh, Mwalimu Pimbi, nakuita mara tatu, cha wabana Pimbi kama Pimbi e, amekosaga box wa kuzingatia, mzee wangu e, maanake amekosa box e, kidogo wa wakumzingatia katika swala la maokoto au sabana haya. Mwingine akaja hapa akasema, hatima ya mnazi ameacha ushamba. Eh, ni ngumu sana kuamini watu wafupi Eh, mwazima, fantastic video video kali sana. Umerudi tena, akili haijawahi kushindwa. Eh, kumbe ushapewa posho ya kweli, enjoy tu hadi mwenyewe anajicheka amekulipa. Eh, masama watu wafupi eh, nao ni mtihani, haieleweki hata kidogo. Kwa unaona mwaoni geni kuhusiana na maoni yaliyozungumzwa na mdau Mr. Pimbi. Mr. Pimbi ni mdau eh, ni mdau wa muziki wa Tanzania na amekuwa akikosoa vikali Uh, linapotokea suala la ngoma kali na vitu kama hivyo amekuwa akifanya makubwa sana, lakini pia kwa upande mwingine eh, tunaona Mr Pimbi amemsifia Harmonize. Uona hisi kwamba amemsifia kutokana na pesa ilizopewa? Adoisha maoni yako, hakikisha na bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.